N na anaitwa Shebi Juma. Mimi ni mkulima katika skimu ya Mkindo na pia ni mkazi wa kijiji cha Mkindo. E, nafanya shughuli za ulimaji katika skimu hii ya Mkindo kwa muda muda, kujue kwamba mtu ambaye analima kwa kutegemea mvua na wewe ambaye uko katika damu ambayo liko chini ya umwagiliaji, Wewe unafaidika nini ambacho yeye anakikosa ku. Kikubwa zaidi ni kipato. Anayelima kule kwenye kutegemea mvua. Ina maana ule kwenye kali moja anavuna mpaka gunia nne tano, hali ya hewa ikiwa mbaya, lakini akizidi kipato kikubwa kwake ni gunia kumi na tano. Mimi nalima kwenye skimu za umwagiliaji kama hiyo, yaani labda niko tu, lakini kipato chetu kinaanzia gunia 25 mpaka thelathini na tano. Kwa hiyo ni faida kubwa sana. Okay. Mpaka sasa una -E okay, mda gani ambapo unafanya shughuli ya kilimo cha mpunga? Ah, mimi nimeanza rasmi kilimo cha mpunga kwa kujitegemea toka 2010. Okay. Kwa muda wote ambao uko nao mpaka sasa sasa leo, ungekuwa unaanza kufanya kilimo cha mpunga, unahisi ni makosa yapi ambayo ulikuwa unayafanya bila kujua? Mpaka leo umeyafahamu sasa kwamba kirudia tena kulima aua ya kununua mbegu. Nilikuwa natumia kwa mbegu nanunua mbegu. Yaani ni mbegu chakula kwa, na... A, shiri, kwa mtu ambaye ndo kwa mara ya kwanza anahitaji kufahamu kwamba huu hili shamba hili hapa liko chini ya usimamizi ama kila mtu anaweza kafika hapa kapata shamba? Na pia shamba hili na ukubwa gani? A, shamba hili kwanza kabisa, tuanze kwa mfumo wa upatikanaji wa mashamba yaani sisi katika skimu hii tupo kwenye umoja wa wakulima. Ina maana kila mkulima ana kipande chake, kila mkulima ana miliki eneo lingine katagabi tofauti tofauti. Kwa hiyo ukitaka shamba kama mtu mgeni, lazima unakuja kwa mwenyeji, unakodisha. Na gharama za kukodisha ekari moja laki tatu. Ukipata mtu ukakuonea huruma, laki mbili na themanini. ni hivi Ha, shamba hili sasa wake ni kiasi gani? Mpaka sasa hili shamba ni endelevu kama unavyoona mfereji mpya unaendelea kujengwa, ni endelevu, lakini heka ambazo tayari zinalimwa ziko hekari mia okay. sita na ishirini. Sasa hili shamba toka mwanzo lilikuwa linamwagiliwa ama limeanza kumwagiliwa toka lini? Hapo awali ilikuwa shamba la mahindi tu, ilikuwa nalima mahindi, lakini baadaye miaka ya kaya... 1983 mpaka na 85 ndio kulitokea ufadhili. Sasa mwaka 1983 kulitokea ufadhili kutoka Uholanzi. Ambao ndio waliona eneo hili kwa umwagiliaji wa mpunga inakuwa sawa, wakajenga miundombinu pale intake. Lakini pia akatengeneza mfereji mfupi mpaka pale juu, ndio akaanzisha hapa. Na ni phase yake ambayo ilianzishwa ekari 40. Sawa. Lakini pia baadaye ikaendelea. Kwa hiyo mwanzo rasmi wa, ah, wa shamba hili ni mwaka 1984 mpaka 85 imemalizika kujengwa na kuanza matumizi. So, kuwepo wa miradi hii au miundombinu hii ya umwagiliaji umesaidiaje kwa namna ya uzalishaji wa shamba? Kuwepo kwa miundombinu hii ya umwagiliaji katika shamba hili kumesaidia kuongeza uzalishaji ama ni faida zipi hasa ambazo wewe unaziona kama mkulima ambaye upo kwenye skimu hii ya umwagiliaji? Asante. Yaani, ni kweli, hapo awali ukiingia ndani humo kijijini kulikuwa yani, nyumba nyingi zilikuwa za majani yale za udongo udongo, lakini pia hata ukiangalia mandhari ya kijiji siku, maendeleo makubwa yapo. Fida hiyo sasa ndo nazitaka moja kwa moja, kwa upande wa uzalishaji hapa shambani ninazozitaka kwa sababu kuna maeneo mengine mtu anaweza kulima bila kumwagilia. Nataka sasa mjue kwamba mtu ambaye analima kwa kutegemea mvua na wewe ambaye uko katika shamba ambalo liko chini ya umwagiliaji, wewe unafaidika nini ambacho yeye anakikosa kwetu? okay. okay. kikubwa zaidi ni kipato. Anayelima kule kwenye kutegemea mvua, tunasema analima kwa bahati. Kwa sasa, ina maana yule kwenye kali moja anavuna mpaka gunia nne tano, hali ya hewa ikiwa mbaya, lakini akizidi kipato kikubwa kwake ni gunia kumi na tano. Mimi ninalima kwenye skimu za umwagiliaji kama hiyo, yani labda ni, ni, ni kosea tu, lakini kipato chetu tunaanzia gunia ishirini na tano mpaka thelathini na tano. Wanakwenda wanalima kwa ushadidi wanana. Kwa hiyo ni faida kubwa sana kwa Chumania, chumania, chumania, chumania, chumania, kilimo shadidi ni kilimo gani? Kilimo shadidi ni kilimo ni ni teknolojia ambayo ni yaani, kimekuja kwenye skimu, ni teknolojia ambayo ni mpya, yani hiyo inatumia mbegu kidogo, lakini pia maji yanatumika kidogo, kipato kinakuwa kama. Kilimo shadidi ni kilimo kinachozingatia matumizi sahihi ya maji na utunzaji wa mazingira. Sasa basi tunaposema maji kidogo, kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, tunaposema tutumie maji kidogo, ina maana unapokuwa na maji ya kutumia kufanya eka hamsini, kama utatumia kilimo shadidi, mtatumia eka mia. Umeona, kwa hiyo hapo tumesevu kitu. Lakini pia tunaposema mbegu kidogo, kwenye kilimo cha kawaida unatumia kilo 18 mpaka 20 20 za mpunga, mbe za mbegu ya mpunga, lakini kwenye kilimo shadidi tunatumia kilo 2.5 mpaka tano lakini kipato chake kinakuwa ni kikubwa kuliko yule anatumia kilo ishirini. Okay. Kuwepo kuwepo kwa miundombinu ni kitu kimoja, na kwa namna ambavyo sasa mtu anahitaji kumeneji ama kutunza shamba hili, leo hii mtu sasa anataka, hajui moja ama mbili aanzie wapi katika kufanya kilimo cha mpunga, kuanzia kuchagua mbegu na management zingine ambazo zinafanyika hapa, nye mnafanyaje? Tuachane kwamba mnamwagilia ahisi kwa ufupi tu kwamba ni namna gani ambapo msimu unaanza, wakati gani mnapanda, kwa wakati gani mahitaji gani ambayo mnaweka mbolea na vitu vingine. Kwa ufupi sisi hapa mbegu huwa tunanunua kwenye kituo cha Dakawa hapo tare, ndio tunachukua mbegu, lakini hizo mbegu hawachukui wakulima wote. Kuna wakulima viongozi kama mimi ambao tunachukua kwa awamu ya kwanza, tunazalisha kwa sababu pale mbegu ni gharama tukizalisha mbegu bei inashuka, tunauzia kwa bei rahisi. Kwa hiyo upatikanaji wa mbegu ulio, lakini ukishaipata ile mbegu bado ni mbegu bora, lakini sio safi. Kwa hiyo tunaiweka kwenye usafi sasa. Kuna kupembua e. pale tukinunua mbegu tunaipembua. Tukishaipembua tayari kisha kuwa safi, tunaiweka tunailoweka kwenye maji masaa 24. Tukishailoweka masaa 24, tukisha masaa 24, tunaitoa tunaiweka kwenye kiloba yaani tunaiwamba hivi toa hivi mche ndani ya masaa 48. Baada ya hapo, tunaichukua tunaiweka kwenye kitalu, tunaipeleka kwenye kitalu shamba. Kipindi hicho kitalu tayari tushakiandaa, pale inakaa siku 15 kwa mpando wa kawaida mpaka siku 21, lakini baada ya siku hizo tunaingoa sasa mbegu kwenye kitalu. Shamba tushatengeneza tushaandaa tayari, tunaenda tunapandikiza, na sisi hapa tunapandikiza kwa kamba, kwa mistari hapo ndani baada, ukimaliza kupandikiza, ndani ya siku saba utakuwa unapiga mbole, unaweka mbolea ya kupandia ambayo ni DAP. Lakini ukishatoka hapo unakaa siku 21, unakaa siku 14 ukijumlisha na saba hizi, inakuwa 21, tunaweka mbolea za kupandia ambazo ni nitrogen. Kishaka hapo mpungo kifika siku hmm, za ku, za lakini, kama una keni unapiga keni hapo, mpunga tayari uko tayari, ndani ya siku stini tunaweka mbolea kablaa, yani chini ya siku 50 kwa sababu kwa wataalamu tumeambiwa ndani, yaani chini ya siku hamsini na mbili mpunga siku 45 mpaka 52 katikati hapo, mmea wa mpunga ndo unakuwa unafanya maamuzi ya uzazi, atoe mpunga punje zenye gramu ngapi, atoe matoto mangapi yale ma, yanobeba punje hmm. kwa hiyo ukichelewa hapo, napishana na idadi ya punje na hata uzito hmm. Hmm. Kwa uzali hmm. Kwa uzalishaji, uzalishaji unaathiriwa. Kwa hiyo hata uzalishaji unakuwa unapungua. Mchakato wote unaofanyika hapo kuanzia kuandaa mbegu mpaka kuja kuvuna, hapa tumekuta hapa watu wanafanya uvunaji mm, uga inachukua muda gani? Ah, hapa inachukua wiki tatu, eh, kuanzia ku, ku, mbe, kununua, yani kununua mbegu kununua mbegu kupembua mpaka kupandikiza kwa sababu tunaandaa mbegu huku tunaandaa mashamba okay. Ndani ya wiki tatu tunakuwa tayari tushamaliza tunapanda. Kwa hiyo yani hiyo ndani ya wiki tatu inabeba wale wanaopanda SRI na hawa wanaopanda kawaida. Okay. Eh. So, kwa muda wote ambao uko hapa kwenye kilimo cha mpunga mpaka sasa unaona kuna faida Kama mimi na wengine tuliokuwepo huko, faida tunaiona, kwa sababu kwanza faida inaanzia kwenye familia, lakini pia hata kwenye jamii kwa ujumla inaonekana. Ina maana unapotoka, unapotoka hatua moja, yani unapotoka kwenye chumba kimoja unaenda kwenye vyumba vitatu vinne, ni hatua hii. Lakini kupitia humu humu hatuna biashara zingine, sisi kilimo kikuu ni mpunga. Lakini kwenye skimu ndo kama hivyo, ukipata zao linapata zao kubwa na kule kwenye kutumia yeah. Okay, mpaka sasa una muda gani ambapo unafanya shughuli hii ya kilimo cha mpunga? Ah, mimi nimeanza rasmi kilimo cha mpunga kwa kujitegemea toka 2010. Okay, kwa muda wote ambao uko nao mpaka sasa, sasa leo ungekuwa unaanza kufanya kilimo cha mpunga, hmm. Unahisi ni makosa yapi ambayo ulikuwa unayafanya bila kujua? Mpaka leo umeyafahamu sasa kwamba ukirudia tena kulima Makosa ambayo nilikuwa nalifanya ni ni kwenye maamuzi ya kununua mbegu. Nilikuwa natumia mbegu na nunua tu kwa kulima, yaani ni mbegu chakula nilikuwa napanda, lakini baadaye nikapata elimu kupitia wataalamu lakini chuo cha SUA, nakujaga pale natu, wanatupatupa kidogo juzi, tukaona kwamba ili upane, upate vizuri nunua mbegu zilizo bora katika vituo sahihi. Kosi, mimi na wenzangu na wakulima tulio wengi mpaka sasa huwa hmm, tunanunua mbegu hasa nini hasa au tani. Okay. hiyo ndo kosa ambalo si nitarudia tena. Okay. Eh. Na kuhusu mbolea labda na zingine ambazo wakulima tu wanachukulia hizo kwamba wanaweza kumpunga na mwaga wa mbolea eh, na matumizi ya kwa... mbolea pia vile vile. Matumizi ya mbolea usipofuatilia au ukiweka kwa muda unaotaka wewe basi kuna vitu, lakini nao nimejifunza vizuri kwamba fata hatua vile unavyoshauriwa na wataalamu wako, weka mbolea siku fulani, weka mbolea baada ya siku fulani, na weka mbolea, yaani, weke baada ya muda fulani na uweke aina fulani ya mbolea, sababu kuna watu wanatumia kupandia yulea, kukuzia yulea, kufumulia yulea. kuna vitu pale unakishana. Kwa hiyo nalo ni elimu moja ambayo nimeipata nzuri, si nitaweza kufanya makosa na nitawaelekeza na wenzangu kwa okay, sababu na wanaweza wakaja hapa wa maana tunaweza kukaana namba yako ya simu pale ile waweze kuwasiliana na wewe. Yaani hakuna shida kabisa. Okay. Hamna shida wao kwa maelekezo hapa ili eneo linaifaje sajeri mtu ma... kama hata wewe ufalie kujifunza kilimo cha mpungaje kufika hapa. Aulize Mkindo. Yaani naenda Mkindo akisema Mkindo tu. Hmm. Basi Mkindo hmm. ndio imebeba skimu ya Mkindo imebeba kituo cha mafunzo ya kilimo cha mpunga Mkindo. Akisema Mkindo tu hmm. umemaliza kabisa. Okay. Asante sana. Aa ah, asante.